Nam, asante sana kwa kuchagua runinga ya Citizen. Karibu sasa wakati wa Sema na Citizen, tukianza kukufahamisha taarifa ambazo tumekuandalia kutoka maeneo tofauti ni kwamba uh, huku uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ukiendelea kubisha hodi, visa vya vurugu vinaendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Bungoma, maafisa wa polisi wakitakiwa kuwajibikia ya majukumu yao ipasavyo. Wakazi wa wadi ya Maeni na Kimilili katika eneo bunge la Kimilili wanalalamikia usalama viongozi wanapoendelea kukabiliana na, na kampeni za uchaguzi mdogo eneo la Kabuchai. Wakiongozwa na Ramadhan Abdulaziz ambaye anawania kiti cha uwakilishi wadi eneo la Maeni, wakazi uh, wanasema kwamba baada ya kuvamiwa na watu wasiojulikana na kumiminiwa risasi wiki iliyopita, washukiwa hawajakamatwa uh, na uchunguzi bado haujafanywa wameonyeshia kidole cha lawama msimamizi wa kituo cha polisi cha Kimilili. OCS ananiambia namna gani tena hatimi nitulie kwa ofisi yake tuongee, si nikishamaliza kuandika ripoti nafaa niende nitafute matibabu, maana pia mi niliumizwa, lakini OCS ananiambia nikae kwa ofisi yake kidogo. Kuna mtu alimpigia simu tukiwa mi naye kwa ofisi, nikisikia akimuuliza huyo e, jamaa kwa yapi, akasema tukonee kwa ofisi Akasema toka nje kidogo, alienda akaongea kwa simu kwa muda kama dakika kumi. Kurudi ananiambia ati ameambiwa nilete Bungoma. Nilishangaa sana, jamaa aliingia kwa hoteli na maguns wenye najua, na yeye akaniweka kofi maguns wakanishika wote, wakaanza kunipiga, nimejipata niko hospitali Kimilili. Mimi naomba haki itendeke, na mimi napigwa viko kwa sababu ya kusaidia wale watu waathiriwa. Na we, si mara ya kwanza, kuna cases kama nane ziko mimi swali moja tu. ODPP nataka atuambie watu wa Kimilili, faili zilienda huko zikarudishwa police station because kuna more than 8 cases jamaa jamaa jaipelekwa kotini.